Mlango wa 12. Ndipo Bwana akamtuma Nathani aende kwa Daudi, naye akamwendea akamwambia, palikuwa na watu wawili katika mji mmoja. Mmoja wao alikuwa tajiri, wa pili maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana, bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwana kondoo mmoja mdogo, ambaye amemnunua na kumlea, naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanawe hula sehemu ya posho lake, na kukinywea kikombe chake, na kulala kifuani mwake, akawa kwake kama binti. Hata msafiri mmoja akamfikilia yule tajiri, naye akaacha kutwaa mmoja wa kondoo zake mwenyewe, au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe, ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikilia; bali alimnyang'anya yule maskini mwanakondoo wake, akamwandalia yule mtu aliyemfikilia. ndipo hasira ya Daudi Ikawaka sana juu ya mtu yule, akamwambia Nathani, Aishivyo Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hili hakika yake yastahili kufa; naye atamrudishia yule mwanakondoo mara nne, kwa sababu ametenda neno hili, kwa sababu ametenda neno hili, na kwa sababu hakuwa na huruma. Basi Nathani akamwambia Daudi, Wewe ndiwe mtu huyo. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, Nalikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli nikakuokoa na mkono wa Sauli, nami nikakupa nyumba ya bwana wako na wake za bwana wako kifuani mwako, nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda, na kama hayo yangalikuwa machache ningalikuongezea mambo kadha wa kadha. Kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtwaa mkewe awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako kwa sababu umenidharau ukamtwaa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Bwana asema hivi, angalia nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako nami nitatwaa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako naye atalala na wake zako mbele ya jua hili maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Lakini kwa kuwa kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru, mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa. Naye Nathani akaondoka kwenda nyumbani kwake. Basi Bwana akampiga yule mtoto ambaye mkewe Uria alimzalia Daudi, naye akawa hawezi sana. Basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, akaingia, akalala usiku kucha chini. Nao wazee wa nyumba yake wakaondoka wakasimama karibu naye ili wamwinue katika nchi, lakini hakukubali wala hakula chakula pamoja nao. Ikawa siku ya saba yule mtoto akafa, nao watumishi wa Daudi wakaogopa kumwambia ya kuwa mtoto amekufa, maana walisema, angalieni yule mtoto alipokuwa angali hai tulisema naye asitusikilize sauti zetu, basi hatazidi kujisumbua tukimwambia ya kuwa mtoto amekufa. Lakini alipoona ya kuwa watumishi wake wananong'onezana, Daudi alitambua ya kuwa mtoto amekufa. Basi Daudi akawauliza watumishi wake, je, mtoto amekufa? Nao wakasema, amekufa. Ndipo Daudi akainuka pale chini, akaoga, akajipaka mafuta, akabadili mavazi yake, akaingia nyumbani mwa Bwana wake akasali. Kisha akaenda nyumbani kwake, na alipotaka wakamwandalia chakula, naye akala. Watumishi wake wakamwambia, ni neno gani hili ulilolitenda? Ulifunga na kulia kwa ajili ya mtoto alipokuwa hai, lakini mtoto alipokuwa amekufa, uliinuka ukala chakula. Akasema, mtoto alipokuwa hai nalifunga nikalia, kwa maana nalisema, ni nani ajuaye kwamba Bwana atanihurumia mtoto apate kuishi? Lakini sasa amekufa, nifungie nini? Je, naweza kumrudisha tena? Mimi nitakwenda kwake, lakini yeye hatanirudia mimi. Naye Daudi akamfariji Bathsheba mkewe, akaingia kwake, akalala naye, naye akazaa mwana akamwita jina lake Sulemani. Naye Bwana akampenda, akapeleka kwa mkono wa Nathani nabii, naye akamwita jina lake Yedidia kwa ajili ya Bwana. Yoabu akapigana juu ya Raba wa wana wa Amoni, akautua mji wa kifalme. Yoabu akatuma wajumbe waende kwa Daudi kusema, nimeshindana na Raba hata nimeutoa huo mji wa maji. Basi sasa kusanya watu waliobaki ukauzunguke mji na kuutwaa, nisije mimi nikautwa mji ukaitwe jina langu. Basi Daudi akawakusanya watu wote, akaenda Raba akapigana nao, akautwaa. Kisha akamnyang'anya mfalme wao taji toka kichwani pake, na uzani wake ulikuwa talanta ya dhahabu, nayo ilikuwa na vito vya thamani ndani yake, akavikwa Daudi kichwani. Akazitoa nyara za huo mji nyingi sana naye akawatoa watu waliokuwamo akawaweka kwenye kazi ya misumeno na sululu za chuma na mashoka ya chuma, akawatumikisha tanuni mwa matofali. Ndivyo aliyoifanya miji yote ya wana wa Amoni. Kisha Daudi akarudi na watu wote Yerusalemu.